kwa kuanza tunaanza na kwamba mwezi wa Disemba jumla ya wageni laki moja, sabi, laki moja, mia saba na ishirini na tisa wameingia nchini, ili ikiwa ni ongezeko la asilimia kumi kwa kulinganisha na wageni walioingia nchini e, mwezi wa Disemba mwaka 2024 ambapo tulikuwa na wageni tisini na moja elfu mia sita na kumi na moja Aidha, kwa kulinganisha na wageni sabini na mbili elfu mia nane thelathini na tatu walioingia nchini kwa mwezi wa Novemba mwaka elfu mbili na ishirini e, na tano, hii ni kwa ongezeko la asilimia thelathini na nane nukta tatu Eh, kwa kuangalia mabara ambapo bara la Ulaya bado linaongoza kwa kuwa na asilimia sitini na nane pointi moja likifuatiwa na bara la Afrika ambapo tuna asilimia 18.5, bara la Asia likiwa na asilimia 7.5, na bara la Amerika ni la nne likiwa na asilimia 4.7, na la mwisho ni Oceania tukiwa na asilimia 1.3. E, kwa mwezi wa... kwa huu wa Disemba. E, kwa kuangalia nchi tano ambazo zimeleta wageni wengi kwa mwezi wa Disemba, tunaona kwamba Italia inaongoza kwa kuwa na wageni asilimia kumi na nane nukta nne ambapo kwa mwezi uliopita pia Italia ilikuwa namba moja. Nchi ya pili ni Ufaransa ikiwa na asilimia sita nukta tisa wakati mwezi uliopita Ufaransa ilikuwa ni ya pili. Tunaenda nchi ya Ufaransa, mwezi uliopita ilikuwa ni ya nne, na tuangalia Poland ni ya tatu ikiwa na asilimia sita nukta saba wakati Poland mwezi uliopita ilikuwa ni ya tatu, vilevile imeshika vile nafasi hiyo hiyo. Afrika ya kusini ni ya nne na ya tano ni Ujerumani. Ujerumani mwezi uliopita ilikuwa ni ya, ilishika nafasi ya pili. Tukiangalia wageni walioingia nchini kwa mwezi wa Desemba kwa muda wa miaka kumi iliyopita tunaona kwamba mwezi wa Disemba mwaka huu e, unaongoza katika miezi hiyo mitano kwa kuwa na wageni hao laki moja na hiyo uh, mia saba na ishirini na tisa. Kuangalia wageni wa njia walizoingilia kwamba tunaona asilimia tisini na moja nukta saba hawa wamepitia katika viwanja vya ndege na asilimia nane nukta tatu hawa wamepitia kwenye bandari zetu, na kwa uchambuzi kwamba wageni hao waliotoka nje moja kwa moja huko kwa ndege kuja Zanzibar kwa mara ya mwanzo kutua hapa ni asilimia sabini nukta saba na waliotoka eh, Tanzania bara kwa ndege hizi za ndani ni asilimia ishirini na moja nukta moja na wageni kwa njia ya baharini au boti tunaona kuna wageni ambao ni asilimia sufuri nukta moja au kwa meli zile za nje na wageni asilimia nane nukta mbili hizi ni boti zilizofanya safari zake Dar es Salaam na Zanzibar ambapo tuna asilimia hiyo. Kwa kuangalia jinsi zao kwamba katika mwezi wa Disemba e, wageni asilimia hamsini na sita nukta saba hawa walikuwa na jinsi za kiume na wageni asilimia arobaini na tatu nukta tatu hawa walikuwa na jinsi ya kike. Tukiangalia kwa umri na kwamba umri kati ya miaka kumi na tano hadi sitini na nne ndio wanaongozwa kwa kuwa na asilimia themanini na nne nukta saba wakifuatia na umri chini ya miaka kumi na tano ambao ni asilimia tisa na mwisho ni wageni ambao ni zaidi ya miaka sitini na tano. E, tukiangalia mazumuni ya safari ya e, matembezi yao hapa Zanzibar kwamba kuna asilimia tisini na tisa nukta sita hawa wamekuja kwa mazumuni ya mapumziko, Asilimia sufuri nukta tatu hawa wamekuja kutembelea ndugu jamaa na marafiki, na asilimia sufuri nukta moja hawa wamekuja kwa madhumuni mengine kama vile e, mikutano ya biashara, matibabu na mikutano ya biashara. Na tukiangalia siku za ukaazi kwa mwezi wa Disemba, naona imekuwa ni siku nane kama ilivyo mwezi uliopita na kwa kuangalia siku za ukaazi kwa kulinganisha siku moja hadi tisa hawa wamekaa ni asilimia sabini na tisa nukta mbili ambapo kwa waliokaa zaidi ya siku kumi ni asilimia ishirini nukta nane Tunaona kwamba kuna, kuna, kuna ongezeko kidogo la, la, la siku za ukaazi hizo. Haya, tunaangalia sasa e, watalii walioingia nchini kwa mwaka 2025 kuanzia Januari hadi Disemba, kwamba tukiangalia hapo tunaona kwamba jumla ya watalii wote walioingia Zanzibar kwa mwaka 2025 25 ni laki tisa na kumi na saba elfu mia moja na sitini na saba ambapo ukilinganisha na makajana, mwaka jana tunakuwa na asilimia kama ishirini na nne ambapo wameongezeka na tukiangalia kwenye jadwali letu kwamba tutaona wageni wetu kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpaka sasa wanaongezeka e, kwa asilimia ambazo tofauti. Kwanza mwaka mwaka huu tumekuwa asilimia 24, mwaka jana kumi na tano ukilinganisha na mwaka juzi. Na kwa nchi kumi ambazo zinaongoza kuleta wageni kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano tunaona kwamba Italia imekuwa namba moja ikiwa na wageni wote asilimia kumi na moja nukta nne ikifuatia na Ufaransa, Ujerumani, Poland, kwamba Ulaya ndio inaongoza hapo, na kwa Afrika tumeona ni Afrika Kusini ndio inaongoza na nchi nyingine ni Kenya, na nchi za Amerika na Skandinavia nazo pia zimo katika kumi bora.